Naitwa Lugha Shabani Yusufu, ni afisa utalii kutokea misitu ya Ukaguru. Uh, ndani ya misitu ya Ukaguru tuna misitu ya asili ambayo ni ya Ikwamba na Mamiwa kaskazini. Uh, ndani ya msitu wa Mamiwa kaskazini kuna vivutio mbalimbali ambavyo mbali mbali vinapatikana, uh, ikiwemo utalii wa, utali wa ndege. Uh, kwenye misitu hii kuna aina za ndege zaidi ya mia moja na ishirini kwenye ndege ha, kwenye mia moja na ishirini kuna ndege wawili ambao ni endemiki wanapatikana hapa tu duniani kote. Ndege hao ni Rubeho Akalat na Rubeho Wabra. Kwa hiyo tulikuwa tunahamasisha e, taasisi za utafiti ziweze kufika katika maeneo haya, tuweze kufanya utafiti ili tuweze kuibua mambo mengine, ikiwemo pamoja na huyo ndege, lakini nakuangalia kwamba kwa nini spishi baadhi ya spishi zinapatikana katika maeneo haya lakini hazipatikane katika maeneo mengine? Inawezekana kwamba katika eneo hili kuna u, u, kuna uspesho kuna au kuna, kuna kitu ambacho kinafanya hao ndege au hizo spishi zipatikane hapa. Kwa hiyo tukilijua hilo tunaweza tuk tume, tume, tumefanya mambo mengine ambayo yatasaidia sana katika kuvumbua spishi nyingine ambazo ziko katika maeneo. Ndege hao wawili wa, wa, wa ambao ni endemiki wamekuwa wakiwavutia wa watalii mbalimbali wa ndege kwa maana ya onsolojisti kutoka uh, maeneo mbalimbali ya dunia uh, kama vile nchi kama Marekani uh, Hispania uh, Uholanzi, Uingereza uh, watalii wamekuja kufanya uh, utalii wa ndege ili kugundua maisha halisi ya ndege hawa endemic. Ili kuwaona ndege hawa tunatumia vifaa mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na sisi kwenye, kwenye vifaa ambavyo tunahitajika tuna kuwa navyo, basically tunatakiwa kuwa na binokula ama darubini kwa sababu ya kuonea karibu, kwa maana ndege hata kama yuko mbali ukitumia binokula unaweza kumuona kwa ukaribu na kumtambua kwamba ni aina ya, ya ndege gani. Lakini vilevile vile tunatumia uh, Bluetooth speaker, ambazo hizi kazi yake ni kutambua sauti. Kwa mfano unakuja ndani ya msitu unasikia Uh, sauti mbalimbali mbali za ndege, kwa hiyo unashindwa kutambua kwamba huyo ni ndege wa aina gani. Kwa hiyo ili kutambua na kufananisha sauti na kumuita ndege aje karibu, tunatumia Bluetooth speaker, lakini pia kuna application maalumu ambazo zinakuwa zipo kwenye simu, kwa hiyo unaunganisha redio na, na, na simu. Kwa hiyo unakuwa unaweka sauti, kwa mfano unaweza ukamwita ndege ambaye anaitwa ni Rubeho Warbler ambaye ndio endemiki. Kwa hiyo unaweza ukaplay kwa namna hiyo anakitika kwa hiyo ni namna ambavyo ndege unamleta karibu. Kwa hiyo mgeni ana uwezo wa kumwona na kumtambua kwamba ana rangi zipi, ana sifa zipi, e, anakula nini pia, kwa sababu ndege pia tunawatambua kwa kile ambacho wanakula. Kwa mfano kuna ndege ambao uh, tunawaita seed cracker, wao wanakula mbegu za miti Atuna matunda na nini. Kwa hiyo unakuta mgeni akija, maana yake tukitumia hivi vifaa vyote kwa pamoja, maana yake tunapata urahisi wa kutambua kwamba ndege huyu ni wa aina gani. Ni jambo zuri watalii watali waje kujifunza katika maeneo haya ya TFS ambayo yana ndege wengi na wanyama wengi na kupata e, maarifa mengi juu ya utalii wa ndege. Hapa tuna utalii ekolojia ambao tunapata watalii wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi na vitu ambavyo viko katika utalii kwa maana kwamba vinavyopatikana watalii wakija kuona ni kwamba tuna, kwanza tuna maporomoko, maporomoko ya maji na maporomoko yetu ya maji tuna maporomoko ambayo yanajulikana kama Msalu waterfalls, lakini vile vile kuna mafufumo waterfalls. Lakini zaidi ya hapo tuna tuna vipepeo, kuna vipepeo aina mbalimbali ambao vinapatikana maeneo haya ambao watalii wengi wanapenda kuja ku, ku, kuona vipepeo hao, lakini vile vile kuna, kuna ndege kuna ndege wa aina mbalimbali na inasemekana kwamba kuna, kuna ndege adimu ambao wanapatikana katika, katika msitu huu ambao hauwezi kuwapata katika maeneo mengine. Kwa hiyo naona kwamba kuwepo kwa, kwa aina hii ya, ya, ya, ya ndege kuna wafanya watalii watoke sehemu mbalimbali kuja, kuja kuona kuona vitu kama hivi, lakini vile vile vile kuna, kuna mijusi e, mijusi inapatikana katika maeneo haya ambapo watalii vile vile wakija hapa wanaweza ku, kuona hiyo mijusi na kama nilivyosema unaweza kukuta kwamba aina ambayo unaipata hapa haiwezi kupatikana katika, katika maeneo mengine. Kwa hiyo niwahamasishe wa, ni, ni, ni, ni, ni, ni wa, ni wananchi kutoka maeneo mbalimbali kuja kutembelea katika, katika maeneo haya ili waweze kutalii kuona vitu mbalimbali ambapo eh, sisi hapa kama Gairo unajua kwamba tuko, tuko karibu na mji wa Morogoro, mji wa Dodoma, lakini vilevile vile tuko karibu na mji wa Morogoro, hata watu wanaotoka katika mji wa Dar es Salaam. Siku hizi usafiri ni, ni rahisi, tumepata hii SGR ambayo unaweza ukasafiri kutoka Dar es Salaam ukafika Morogoro. Ukishuka pale Morogoro, unatembea kama kilomita 130 unafika katika mji wa Gairo. Ukifika mji wa Gairo, kama nilivyosema ni kama kilomita takriban 42 na 43.7, unaweza ukafika ukafika hapa, hapa katika msitu wetu ili uweze kujionea mambo kama hayo. Na kama mnavyojua viingilio wetu hapa ni, ni, ni rafiki sana kwa wananchi. Eh, kwa, kwa mtu mkubwa kwa maana kuanzia miaka miaka kumi na nane na kuendelea wanalipa shilingi elfu tatu lakini, mtoto mdogo kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka kumi na sita analipa shilingi elfu moja na mia tano Mtoto mdogo wa kuanzia e, umri wa sifuri mpaka chini ya miaka sita anaingia anaingia bure. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani viingilio vyetu vilivyo vilivyo rafiki. Kwa hiyo tuwe na ule utamaduni eh? wananchi ambao ni wa, ni, ni wandani tu na utamaduni wa kutembelea maeneo haya. Unaweza kukuta kwamba wapo, wapo watu ambao wako hapa Gairo lakini hawajawahi kufika katika maeneo haya, lakini wapo watu ambao katika miji ambayo iko karibu lakini hawajafika katika maeneo haya. Kwa hiyo kwa, kwa taarifa hiyo ni, ni wahamasishe ni, ni, ni, ni kwamba karibuni ili tuweze kuona vivutio vyetu. Ni urithi wetu ambao tumepewa, tumerithishwa, na sisi tuwarithishe vizazi ambavyo vinakuja. Pia katika msitu wetu tumezungukwa na jamii tunao takriban vijiji tisa ambavyo vinatuzunguka. Kwa hiyo hivyo vijiji, kutokana na hifadhi hii, vinafaidika kwa shughuli mbali mbalimbali, kwa sababu shughuli tunazozifanya kama nilivyozisema, kwa shughuli za uoteshaji na shughuli za ulinzi, tunawategemea sana jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani uwepo wa, wa huu msitu au uwepo wa hii hifadhi unawawezesha una wananchi au jamii iliyotuzunguka kunufaika na rasilimali hii ya taifa. Kwa hiyo ni waase karibuni sana tuweze kujumuika lakini tuweze kuona kitu gani ambacho kiko hapa ili tuweze kuburudika katika shughuli za utalii. Ya yeah, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana Kamishna eh, wa Uhifadhi Profesa Dos Santos Slayo ambaye ametuwezesha sisi kuwa na miundombinu ambayo imetuwezesha sisi kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli zetu bila, bila tatizo. Kama mnavyoona tuna ofisi nzuri, lakini vile vile kuna miundombinu ya utalii ambayo imeanzishwa ili kuvutia wale watalii, lakini mbali zaidi ya hapo watumishi ambao wana, wanafanya shughuli hizi wanapata, wanapata stahiki zao vizuri. Kwa hiyo kwa kupitia katika juhudi zake ambazo wanahakikisha kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba hifadhi hii inaimarika, tunamshukuru sana. Lakini pia E, swala la utalii niweze kutoa pongezi zangu kwa dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais kwanza alivyoanzisha ile ile Royal Tours. Ile Royal Tours imefanya hata watalii katika maeneo yetu kuongezeka, lakini imewapa hamasa wananchi ambao wako maeneo ya jirani kutembelea katika maeneo yetu, lakini vilevile wapo watumishi mbalimbali mbali katika taasisi mbalimbali mbali ambao wanatembelea katika maeneo haya. Kwa hiyo kwa kupitia hamasa ile ya Royal Tours ya Mheshimiwa Rais imetufanya sisi hata Ukaguru mapato ya utalii yaongezeke. Kwa hiyo ni, ni, ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa, ku, kwa kuzindua ile, ile Royal Tours.